Lakini pointi ya tatu ambayo nimekuandalia siku ya leo hii ni pointi inasema e, eh, nimeiweka katika picha hii hapa. Uzoefu huleta uaminifu. Huyo MC unayemtafuta alishafanya shughuli kama hiyo? Kuna hatari na kuna bahati nasibu ya kumchukua MC kuamini anaweza kufanya wakati ajawahi kufanya. Sikatazi kwamba ambaye ajawahi kufanya kwamba hawezi kufanya, no. Jiridhishe, jiridhishe kwa historia ya matukio yake. Hata kama hajawahi fanya kama la kwako, je, hayo anayoyafanya yanakaribiana na la kwako? Yanafanana na la kwako na anaweza ku maintain kwenye la kwako? Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hilo unapotaka ku Uchagua MC. Usichague tu MC kwa sababu eti uh, amekuja kwenye kamati. Hapana, hapana, hapana, utapata kituko. Uh, nakwambia ukweli, hapana, usifanye hivyo. Usichaguliwe MC kwa sababu eti tu ni rafiki wa baba. Hapana, mshauri baba yako, mweleweshe, mfafanulie, akuelewe Usikubali MC eti kwa sababu mwenyekiti amemtaka. No, no, no, no, no. Mweleze plani, matamanio ya MC unayemtaka. Huyo MC waliyemchagua, muulize tu vizuri, ana sifa hizi, mwainishie pale. Au ukutana na huyo MC ukiwa na aliyemchagua, fanya naye mahojiano, jiridhishe. Usikatae bila kuthibitisha, jiridhishe. Alafu ukishaona ok ana met kwenye, kwenye requirement zako Go ahead. Kwa hiyo uzoefu uleta uaminifu. Zingatia sana hiyo pointi ya tatu, MC anatakiwa ajue hiyo kitu, anatakiwa awe na hiyo kitu uzoefu. Uleta uaminifu kwani wateja wanajisikia salama zaidi wakimchagua MC anayejulikana kwa kazi nzuri katika matukio yaliyopita sijui kama umenielewa wateja wengi wateja wengi wateja wengi yaani wale wenye shughuli zao wanajisikia salama zaidi wakimchagua mc aliye anayejulikana kwa kazi nzuri katika matukio yaliyopita kwa hiyo nakushauri mc mwenzangu afadhali sana kama unatukio umelifanya vizuri liweke, liweke wazi, watu wajue kwamba hata hilo pia ulishaifanya yeah, ili kusudi kesho na kesho kutwa mwingine akiwa na tukio kama hilo, bas wakati ni wako kuweza kuchaguliwa na kuweza ku, kuendelea mbele. Ni kuahidi kwamba tips inayofuata tutakuja kuongea kuhusiana na weledi wa MC. Uweledi wa MC ni muhimu sana katika hichi kipengele. Utajifunza vitu vingi sana, kwa nini uchague MC mwenye weledi na weledi ni nini, na uweledi wa MC wenyewe ndo kitu gani? Nikwambie, kama unatafuta MC mwenye uzoefu na weledi wa kutosha katika tukio lako, basi usiteseke. MC John Minja, niko hapa ndiye suluhisho lako. Wasiliana nami kwa namba hizi hapa: sifuri saba moja mbili nne saba tisa tisa sifuri tano sifuri saba moja mbili nne saba tisa tisa sifuri tano That is my number for calling WhatsApp, utanipata tuweze kudiscuss mahali inapatikana, mimi ni Morogoro, Tanzania. Ofisi yangu iko katika jengo la CCM wilaya, hapo hapa Morogoro mjini, katikati ya mji. Nakuambia hivi, MC siyo tu msemaji, bali ni msimamizi wa furaha ya tukio lako. Hakikisha unachagua MC sahihi. Nimekupa tips itakayokusaidia.